Mheshimiwa Amar. Asante. Asante, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Waziri, leo naongea polepole. Uliniahidi kwamba mpembuzi yakinifu ama mshauri elekezi kwa ajili ya barabara yetu kwa kiwango cha alami kutoka Kahama Nyang'wale kwenda Busisi. Ulisema mkandarasi huyu utamtangaza mwezi wa pili, na leo ni mwezi wa nne na ninasimama kila mara hapa, ama unataka niruke sarakasi? Naomba majibu sahihi kabisa leo. Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa naibu spika, nimwombe kakangu Mheshimiwa Mal kwamba kazi hizi za upembuzi yakinifu zinapofanyika, wakati fulani unaweza usiwaone, lakini nimwombe baada ya kipindi hiki, mimi na yeye, Mheshimiwa, tuweze kuona na mimi nilikuwa naamini tayari zimeshaanza, tuweze kuongea pamoja, tuone changamoto itakuwa ni nini, maanake hii inasimamiwa na makao makuu kwa sababu ni barabara ambayo inaunganisha mikoa takribani mitatu. Asante Mheshimiwa Naibu Spika.